Eh, 2020 kweli kweli, mpaka mpaka dakika hii, makofi makofi, ambapo mengi na tunakushukuru sana. Mwenyezi Mungu atakuongezea hapo hapo. Huyu hapa ameahirisha mpaka safari yake mpaka sasa hivi, angekuwa Dar es Salaam, lakini kwa kuwa mtoto wake kijana wake harusi safari yake ili aweze kuzukuru. Asante sana, tunakushukuru Mwenyezi Mungu, akuongezee mitano tena, tunakupa hapo hapo. Watambulisha ndugu zangu, wadogo zangu, marafiki zangu, waamke wa wapungie mkono wote, ndugu jamaa na marafiki, nyote simama na mpige kelele na shangwe. Tunasimama, tunajisikiza Tunamaliza na Mungu. Naomba wote mfumbe macho kwa ajili ya sala ya kufungua sherehe yetu. Hewe Baba Mwenyezi Mungu, muumba mbingu na nchi, naomba uendelee kuwalinda wote walioko hapa katika mahali hapa ambayo tumekusanyika kwa ajili ya Benjamin na mke wake ambao leo ni siku yao ya furaha. Mungu tuendelee kutulinda wote walioko hapa waweze kuendelea na furaha kama walivyo mpaka sasa. Endelea kutulinda tumalize vizuri na kama tulivyoanza, lakini endelea kumsimamia bibi harusi na bwana harusi waweze kuendelea harusi yao mpaka hapo watakapokuwa wanapokea katika ukumbi huu. Baada ya kusema hayo, tuseme amina, amina, amina.

diwani wa Kata Nshambya mazima lakini, tunaposema mea ni mea wa manispaa, ambayo ni mwenyekiti wa mwenye kamati ya maendeleo ya manispaa, ambayo nimevunja rekodi kwa muda ambao nimekaa hapa miaka mitano, nilikuwa mara ya kwanza kuwa diwani lakini kuwa na mea wa manispaa Bukoba. Asante sana, umebarikiwa. Kwa nini nimekuja katika mtaa huu na bado niko hapa? Nilipokelewa katika mtaa huu, walio wengi wananifahamu walio wengi tumekuwa pamoja, kwa maana hiyo ndio maana mama Doli, mama Doli, hiyo mama Doli amenipokea hapa, ndio maana sikia sauti yake kati ya watu walio wengi, lakini nimesikia sauti yake. Asante sana, alinipokea lakini, alipigia kampeni na akapiga kura kimya kimya, kama mnavyofahamu na ndio maana ilishinda kuwa diwani wa Kata Nshambya laba tupiciemvua wa wa <tune> yes. yeah. kwa madogo ni magumu sana lakini, pia kama alivyosema kwamba mimi na furaha sana kushiriki na vijana vijana, tunayo nguvu sana na kufanya maamuzi katika uchaguzi kwa ni waombe, tunaelekea kwenye uchaguzi, na sisi ni kama wapadili na wachungaji, tunapopata watu walipo wengi lazima tuumbili hakikishe kwamba tumechagua Chama cha Mapinduzi kwa sababu chama kinatekeleza ilani ya Chama cha Mapinduzi. Tumchague Daktari Samia Suluhu Hassan, tumchague mbunge wetu wa jimbo la Bukoba mjini Steven Lujwahuka Byabato, lakini pia bila kumsahau diwani wa mdiwani wa Kata Nshambya mbayo <coughs> sasa ndio nimesimama hapa. Ni wachache sana kushirikiana katika mazingira kama haya, ni wachache sana kushiriki katika usiku kama huu, lakini kwa sababu mimi natenda haki kwa kila mmoja, sina yoyote naye mwogopa, sina niye mzulumu, sina niyempeleka polisi, sina ambaye na ukorofi naye, kwa maana na imani popote pale naweza kutembea, iwe usiku iwe mchana, nina uhuru wa kutembea. Wazazi kutoka Mreba, niwapongeze sana, maneno alikuwa na nidhamu kwa sasa ametoka kwangu katika chuo cha Kilimanjaro, naposikia kwamba alikuwa na mlea ni chuo cha Kilimanjaro. Mke wangu alitamani kuja, lakini hakuweza kupata nafasi kulingana na mazingira aliyonayo na afya yake, lakini anakupongeza na nakuombea kwa Mwenyezi Mungu na mke wako mweze kufanikiwa, amina ya maisha. Kuanzia sasa, kwa hali yote ya maisha unafikiria kwamba umekumbukiwa, umevurugana, unataka usha, una ushauri njoo kwangu utakushauri. Asante sana, Mheshimiwa, si wachache wote, vijana jaa mpo, tupo, basi tuhakikishe kwamba tumefanya jambo kama, asante sana badala ya kwenda kufanya yale tunayajua kubebeshana mimba zisizokuwa na, na baraka za wazazi, kufanya haya matukio ambayo yanayofanya, asante. Tumpongeze wote kwa pamoja kwa sababu amefanya maamuzi magumu. Wako wengi ambao anafikiria huyu amefanya nini, lakini amefanya kitu ambacho ni cha maisha na Mwenyezi Mungu atambariki. Asante na tunahakisha kwamba Benja utapiga hatua kwa kwenda mbele. Unapokuwa na mwanamke maisha yako yanaongezeka. Amina. Mimi nilioa nikiwa na miaka kumi na tisa, sijawahi kuwa bachela, nilioa nikiwa chuoni. Nimeanza chuo hiki, nilikuwa na miaka ishirini na mitano, nimekuwa diwani, nilikuwa na miaka thelathini na minne. Kwa hiyo kwa maana hiyo wa walio wengi wananishangaa, lakini haya yote ni kwa sababu nilioa nikiwa mdogo. Mwanamke anakushauri kila jambo, na Benja nilikuwa nikikushauri oweni, ubache hauna maana, vijana bache hapo

bunge kura zake zipo za kutosha za sa rais sasa. Hakikisheni kwamba mmechagua serikali ambayo itafanya kazi kwa, asante sana, lakini pia nimeona majirani hapa kwa Magori, er sana kwa kumtuza kijana huyu, najua iko mikononi mwenu, lakini memtuza mmefanya maamuzi magumu, uweza kuweza kuoa ni kazi, kwa hiyo <tikisheniku> kwa hiyo, kwa maana hiyo panahitaji baraka za Mwenyezi Mungu. Eh. Kwa maana hiyo wazazi, niwapongeze kwa kufanya maamuzi haya, kuja hapa kutoka mjini, lakini mko mikononi salama. Mimi nimeambay kufanya haya niweza kufika na kusitisha shughuli zangu, ili niweze kumsapoti, niwepo katika mahali hapa, aweze kuwa na amani. Baada ya kusema nayo, ni washukuru ndugu zangu ambao kuna MC hapa, namtaa kuweko lakini mjumbe, na maana mko mikono salama. MC wenu miko, ni mjumbe wa mtaa hiyo, mko mikononi salama na mimi ni mjumbe mheshimiwa. Eh, wewe ni mjumbe, uko mikononi salama eh. Sasa kwa mjumbe hapa, nikisema kuna kitu kinachotuzoni, hebu tuone kura za diwani tupeshe mkono Zote wanachukua kura za dua kidoche mikono. Kushoto na kulia kidoche mikono. Kura za Mbunge Steven Byabato. Kura za Mama Samia. Kidumu Chama cha Mapinduzi. Baada kusema hayo sikaje hapa kwenye jukwaa la siasa. Eh, lakini huu ni kama nuru mizani. Wana hapo natoa natoa eh, zawadi e zawadi. Nimeshatoa zawadi nyingi, ni kweli. Mm, lakini kwa kwa leo leo bado sina cha kukupa. Naomba kwa leo mtaweka shilingi 20. Asante sana, lakini kwa muda. Chukue hamsini na maisha mingine. Asante sana kwa heshima yetu. Diwani tunayo leo tunachangia sehemu ya sherehe, kwa hivyo tunasaidia sana. Ameangalia niko Bukoba, lakini kwenye sherehe ya Benji nasema kwa Benji nasema yeye. yeah. yeah. hiyo kwa naye pale yote ikasisha eh, nimesema yeah. yeah. kwamba yeah. yeah. lazima yeah. nifike uweze kumuona Benji anafanya nini, na ndio maana niko hapa. Asante sana mheshimiwa, lakini mimi niwashukuru wote ambao umeshiriki na kuchanga michango mbalimbali n lakini mkifahamu kwamba basi kwa zake Mama Jose na ndogo wake David